aria mahocagia rucio rwa o muthako-ini wa kamari gicunji kinini ni undu wa kwaga wira wa kuruta no indi gicunji kingi giteng'erera utonga wa naihenya matagukura na ugwati uria umakuriire maitho The why sababu ya asilimia 76 ya vijana kubet nchini humu ni kwa sababu asilimia 80 yao hawana ajira na wao ndio wengi. Kwa hiyo unakuta kwamba hauna kazi na unaona naona tangazo la betting kwa hiyo unafikiria ni kibet nitapata hela na kuwa tajiri. Ona gutwikati othe majari ya mauru ma muthako wa kamari. Kuri ona gicunjiki andu matitagira muthako wa kamari. Makiugani gibaruo ta kiria kinge. Na matigeori ngeithe ru kuona ni meyonagira ufoshoho

ando kuiruta moyo na ge aje kuhario nishio. Iwapo kampuni za betting zitaeleza wazi kwanza, kwamba Dangerous betting ina madhara, ni hatari na inaua, basi tunaweza kuzungumzia sheria. Adui ni BK Presenter Media.